Tofauti tofauti kama hii leo, tunachapa kesho, tukakua ingine nyaana hivo hivo vtneza d tende uda jitume jitume, kazi ni kuchapa kila mahali, hakuna kuchagua kazi. Hapo unaona kuna mbuzi, kuna mbuzi hapa unavyoona, lafu kule kuna ng'ombe unavyoona, sawasawa. Kila mmoja kujituma, kuchapa kazi, kuchapa kiunda tuast uwe na maisha fiti huku mbele. Maisha si rahisi, unatokea hapa chini, ukienda juu, unaona na magari kubwa kubwa, na masubaru chopa, zile zingine ngoringori ngori. Umetoka faa weo watokujituma, mie niite Jamazila, wato na kuanga msanii. Subscribe me at youtube at soundbust Or Jaamio Ziller. Yes, bye kazi tofauti tofauti kama hii, leo tunachapa, kesho tukakuwa ingine nyaana hivyo hivyo tngeneza tende.